Nataka kusema wewe ni mtu wa maana sana katika maisha yako. Wewe ni mtu wa maana sana hapa duniani. Wewe ndani yako umebeba baraka nyingi sana za watu, na ndani yako umebeba majibu mengi sana kwa ajili ya watu ambao wanateseka. Unaweza ukawa unaishi na usitambue hilo, lakini nataka nikuambie kabisa hilo unapaswa kulishika kwenye maisha yako. Na kuna wakati mwingine unapitia changamoto au kuna wakati mwingine Mungu anaweza akaachilia changamoto kwenye maisha yako au msukosuko kwenye maisha yako. Lengo la Mungu sio kukuua wewe. Lengo la Mungu sio kukuua wewe, kukutaabisha wewe, kukuangaisha wewe, kukufanya kuona maisha yamekuwa magumu. Lengo la Mungu ni kutaka wewe utambue vitu ambavyo ameviweka ndani yako na hivyo vitu sio kwa ajili yako tu wewe mwenyewe, ni kwa ajili hata ya watu wengine ambao wanapitia changamoto, wanapitia mateso na wanakusubiri wewe uwapelekee majibu, wewe kama daktari wao, wewe kama daktari wao, wewe kama mbeba majibu yao. So kuna changamoto ambazo zitakufanya wewe utambue kile ambacho umebeba ndani yako, lakini kuna changamoto ambazo zitakufanya wewe uweze kuamka kutoka katika usingizi ili wapelekee wale wanaoteseka majibu ya maisha yao, na utagundua siku utakayofanikiwa kuwafikishia wale wanaoteseka ukawapa majibu yao, wakatoka kwenye changamoto ndio mwanzo wako we wa kuanza kufanikiwa kikazi, ndio mwanzo wako kuanza kufanikiwa kibiashara, ndio mwanzo wako kufanikiwa kwenye ndoa, kwenye mahusiano, ndio mwanzo wako. Utashangaa, kama ulikuwa una afya yenye mgogoro, utashangaa ile hali ya mgogoro wa afya, magonjwa yanatoweka. Kwa nini? Kwa sababu umewapelekea watu majibu ambao walikuwa wanateseka, na Mungu alikuwa ameweka majibu ndani yako, na baada ya wewe kupeleka majibu ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yako, na Mungu naye anakujibu yale ambayo we um umekuwa ukimwomba kwa muda mrefu au yale ambayo umekuwa ukiyapitia kwa muda mrefu.